Iliyosababisha wao wasifuzu kombe la dunia mwaka 2026. So, nakumbuka wametolewa kwenye playoff na timu ya taifa ya DR Congo. Pia hiyo ndo sababu ya wao kufanikiwa kufuzu kombe la dunia kwa mwaka 2026. Kwa wamemtimua, Mark Price, David Pagu, na nahodha wa muda mrefu Cameroon ya taifa Vincent Tabubakar, aa mzee wa lile lichopo alifunga gali kali sana kwenye kombe la dunia amemweka nje na ameamua kwenda na wachezaji ambao wanakwenda na nao kwenye kosti yake. Nafasi pekee yenye kocha yenye mchezaji kutokea barani Afrika ni nafasi ya goalkeeper, peke yake ndo ina mchezaji kutokea barani Afrika. Of course wanaenda Afcon wakiwa na uongozi ambao sio mpya ni ule ule, lakini ni uongozi mpya kwa sababu umechaguliwa mara nyingine katika timu nyingine ya Fecafoot, ambapo Etoo amekosa kura mbili tu kati ya kura zote zilizopigwa na amepata uungaji mkono mkubwa sana. Anaenda kuwa rais tena wa Fecafoot kwa kipindi kingine na awamu nyingine, akiendelea kutafuta namna ya kuisaidia Cameroon kufikia mafanikio makubwa na kurejea katika ule ufalme wa Cameroon ambao tulikuwa tunaufahamu. Of course anaenda AFCON hawezi kukutana na mechi nyepesi. Mechi ya kwanza tu ni dhidi ya kina Pierre Emerick Aubameyang, timu ya taifa ya Gabon na mechi iliyofuata ni dhidi ya bingwa mtetezi timu ya taifa ya Ivory Coast pale Agadir nchini Morocco. Shughuli wanayo, lakini maamuzi wameyafanya, wame make statement kubwa sana ambayo inaweza kusababisha watu wengi wasielewe, lakini pengine tukaelewa huko mbeleni. Up to David Pagu anaenda kuamua hatima ya Cameroon huko kwenye michuano ya AFCON. Tuone nini kitafanyika, nini kitaendelea. By the way, bado watapata athari kwa sababu United pia wanaangalia uwezekano wa kumshawishi Brian Mbeumo asijiunge na kikosi hicho mapema wakati baadhi ya timu ikiwemo Sunderland wameshaongea na mataifa ya Afrika ambayo na wazaji wao takriban na wazaji wao saba watasalia katika kikosi cha Sunderland mpaka tarehe 15 ikiwemo akina Simon Adingra pamoja na watu wengine wengi sana kama kina Renildo na wengineo ambao watabakia kwenye kikosi hicho mpaka tarehe 15. Kwa hiyo Cameroon pia wanaweza kuathirika, wazaji wao baadhi wanaweza kuomba kuendelea kushiriki ligi za Ulaya mpaka tarehe 15, tofauti na wale ambao watakuwa kushiriki ligi za Afrika.